Wa we, wadako welcome back to my youtube channel kama kawa, kama dawa ni senje mdako wa Gulf, welcome to uh, udaku tv channel so wadako, kuna mwenzetu hapa amekufia saudi arabia kwa nyumba, amepatikana kama amekufa na ni mganda we mambo ni mengi sasa. According venye nimefatilia story ya huu msichana, kidogo ni tricky, lakini nitawaeleza vile kimefanyikana. So inasemekana ya kwamba huyu msichana, kuna chama walikuwa wanacheza, so hiyo chama wamekuja wakagawana pesa, wakapeana pesa, wakapeana pesa Umeona sasa, ikafika tani yake yenye natakanafanye nini, a apewe a pesa. Akapewa chama pesa yake, unaona. So mimi ndasema, according venye, venye hii udaki imekuwa kwa group, unaona venye udaki imekuwa. Sitaki kuonesha hapa hiyo group. Mimi nisikija nikatolewa, nda nikatolewa ndani juu, mimi nimeletwa tu nimetagiwa tu kule na nikasema, namba yangu ni common, wacha niingie na namba ingine. Mnaona sasa, nataka msikize hii story na mshee, na niliwaambia hapa kwa mtandao, mimi nikikwambia, nimekuachia Mungu, yule mwingine akikwambia, akinyamaza tu na kuambia ni sawa, hao ni watu wawili tofauti, mnanipata? So huyo msichana akamwagiwa pesa, pesa za za chama, alimwagiwa shilingi elfu Elf, elf, elf, ilikuwa elfu mia mbili hamsini pesa taslimu pesa kikenya, sijui ukiweka na ya, ya, ya, ya, ya um, kiganda ni pesa ngapi, but hiyo ni kama ni billions ama trillions, si ndio? Sasa huyu msichana wakati alikula hizo pesa zote yeye ndiye alikuwa namba mbili, wakati alikula hizi pesa zote na akanyama na akanyamaza, umeona akanyamaza, so ikafika tani ya kupeana pesa, yeye hakupa nini, hakupeana pesa, hakupeana pesa. Sasa midomo za wamama sasa mama mwingine akamwambia aje, mimi umekula pesa zangu, na zangu hazitaenda nini, hazitaenda free. We hatari kumbi, ilikuwa serious. Sasa another thing, Udem alikuwa anapenda kunyonga sana, yaani alikuwa anapenda kunyonga Kunyonga sana kwa kwa kwa mtandao unaona, so alikuwa na mbaba wake alikuwa na nyo, ananyonga. Sasa wakakuja wakampost kwa group ya, waga, kwa group ya waganda ume, umeona eh? wakakuja wakampost kwa group ya waganda Sasa vile ni mpost kwa group ya, ya uganda ule, ule mtu mwenye ananyonga na naye alikuwa amefanya nini amemrecord akakuja akafanya nini akatoa picha zake zo, zote na tu video akatumana kwa group umeona. Sasa yule mwenye mama alikuwa amesema wewe umekula pesa zangu na ninasotia tutajua kama utamaliza utamaliza mwaka. Umeona, so ikawa hivyo, ikawa hivyo, ikawa hivyo, akakuja wakanyamaza hatari. Sasa siamsikii aje. Huyu msichana akapiga simu nyumbani, akaanza kusema ati, eh, kichwa inamuuma, eh, mgogi inamuuma, eh, tumbo inamuuma, eh, sijui ni nini, nini nini nini. Eh. Sasa najuanga hawa Waarabu wanakuanga very careless. Ukikonjeka, Mwarabu hawezi kukuchukua immediately, anakupeleka hospitali no. Lazima mfanye nini? Lazima akupatie Panadol first aid. Panadol inakuanga first aid. Aone vile wewe utakaa utareact. Ukikwasiria sana ni umeba na kupeleka kwa hospitali. Na hata kikupeleka hospitali hautapata better treatment. Hupo sasa, huyo mdemu alikuwa mgonjwa, lakini ugonjwa haikukua inapatikana kwa mwili. Alikuwa anatafutwa kila aina ya ugonjwa, akapimwa damu, akapimwa pupua, akapimwa sukari, akapimwa mate, akapimwa hewa, akapimwa kifua, akapimwa kila kitu oxygen, everything mpaka x-ray akafanyiwa, lakini hakuna ugonjwa inapatika, inapatikana, lakini ukimwangalia ni mgonjwa. Yaani ni mgonjwa. Alafu najua na ni yule mgonjwa mwenye alikuwa anagonjeka alafu ni mnono. Sio ati ni mgonjwa, alafu ati so ni kakonde. Ni mgonjwa alafu ako tu normal, mnono. Sio nashindwa mtu ni mgonjwa ama ako sawa. Mama alipata wadaku. Sasa siamsikia aje. Ikafika siku ambapo ilifika siku like one, one week the last one week, si ndio? Akapigwa simu. Na huyo mwenye alikuwa anacheza naye chama. Mimi simjui ni nani, ni story tu nimeambiwa. Mimi simjui ni nani. Unaona, mwenye alikuwa anacheza naye eh, chama. Sasa akampigia simu, akamwambia, pesa zangu ulisema hautanipea. Huyu msichana, badala hata anyamaze, ama akose kuongea, ama akose kujibu, akamjibu, nimekula pesa zako, utafanya nini? The audacity, the kiburi ya kukula pesa za, za watu za haramu. Hazisaidiangi pesa za watu za haramu, hasisaidi yangi Unaweza kukula zikakufahidi, unaweza kukula zikakuletea laana. Na mimi ndio nasemanga kwa eni chama yenye huko usijaribu kukula pesa ya wamama hawa. Wamama si roho nzuri, mimi naweza kukusamea, lakini yule mwingine awezi kukusamea yule mwingine atasema, nilikupea elfu zangu tatu, mbona ukule? Kila mtu roho yake ni different. Kuna ule roho ya fisi, kuna ule roho ya nyoka, kuna ule roho ya Mungu, kuna ule roho ya ng'ombe. Kila mtu ana roho tofauti tofauti, wadaku. Mnasikia? Na hii iwe lesson kwa kila mtu, so hii video msambaze kwa ma groups. Kila group ijue, kwa sababu let me tell you mimi mwenye amenipea hii udaku ni mtu wao sana wa karibu, na alikuwa hapo ndani. But since mimi si exposing mtu mwenye amenipea udaku mimi na nyama na nyamaza, mimi siwezi kuexpose mtu mwenye amenipea hiyo udaku. Wewe ni jikupe sasa, siamsikia aje wakakuja. Huyu mwenye alikuwa amemwambia hivyo akakuja akanyamaza, akakuja akanyamaza. Huyu mwenye alikula pesa zake juu, next ni alikuwa nafaa kule na alikuwa nafaa kwa pesa, so watu watatu hawakutoa pesa ya chama. Akakuja akaambia wewe na hasira, ulikula pesa zangu na zangu hazitaenda furi, zangu hazitaenda furi. Msichana ameteseka amepelekwa kwa hospitali wapi. Na unajua amekaa Saudi, seven good years, seven good years, lakini wametafuta ugonjwa for the last 1 2 1 2 to 3 months, wakitafuta ugonjwa hawajapata, hawajapata hata nukta sekunde ya ugonjwa. Ugonjwa umekaa umetulia, hauonekani kamwe, hata ufanye nini hauonekani, mama Mashini yote ilikataa, barua zinasema hana ugonjwa, lakini ye mwenyewe anasema anaumia. Mpaka Mwarabu ambaka akakutokosa kumwamini, akamwambia unasema unaumia, na wewe mwenyewe uko sawa, unaumia wapi? Sijui mnanipata sasa? Ndio wakakaka, wakakaka, wakakaka. So, msichana akaenda kwa nyumba kula kulala. Sasa vile alienda kwa nyumba kulala kwa room, na akasahau kuenda na maji maji ya kufanya nini? Maji ya kukunywa. Sasa akasikia ni kama anasikia kukohoa, ni kama anasikia kifua, ni kama anasikia ku breathe, ni kama kifua imekuwa, unaona venyu, unakwanga naoma unapumua, uh, uh, uh. Sasa hivyo by the time anafikiria kwenda kutafuta maji it's too late, msichana akanguka kwa, kwa sakafu na akakuwa mkufi hivyo hivyo, na akakuwa mkufi hivyo hivyo. Ndio maana nawaambianga, dada zangu, kama unajuko kwa chama yoyote na wewe ni mtu wa kukula pesa ya haramu radhaa, ulipe hizo pesa, kwa sababu let me tell you roho yangu sio roho yako, na roho yako sio roho ya yule mtu mwingine. Mimi ninaweza kukusamea, ninaweza kukusamea, ama ukikula hizo pesa za chama, kaa chini uangalie ni sababu gani yenye umekula hizo pesa za chama, ama ni nini ilifanyika kwa pesa za chama kama ulikuwa unafanya hiki hiki hiki na na unajua, kuna pesa za mtu unaweza kukula ziko na reason. Unasema hey, umenitoa kwa group, nilikuwa kwa group lakini umenitoa, ndio maana nisilipi chama. Sikuwa nimepanga kutolewa, sikuwa nimefanya nimefanya, mimi nimechangia, wakufi umekataa kunichangia mimi, nimefanya fanya. Hey, hizo sasa ndio stories zinaeleweka. Upo lakini tu story, unapewa pesa za chama na unakula na unanyamaza. Kuna watu wengine pesa zao haziendagi furihi. Mtu anaweza kukunyamazia, ufikiria amenyamaza kwa uzuri, kumbe anakuchimbia kaburi, kumbe anakuchimbia kaburi. Kaburi ndio unachimbiwa sasa. Ameacha hizo pesa zenye alikula, ameacha kila kitu chake, mama project zake like alikuwa amfanya, ameacha kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kukula pesa za watu za haramu na kuacha kulipa. Ukiona mtu anakuambia ni sawa, nimekuachia Mungu nako na picha yako, my dear sister, ikwe lesson. na ikwe lesson kwa kila mtu. Mtu anakunyamazia, ogopa, ogopa kajini, ujifikirie. Ukikula hizo pesa za haramu, rada next ni gani? Angalia watoto wako, angalia familia yako angalia mama yako na baba yako, wako sawa. Lakini sasa wewe unakula pesa za haramu, alafu na expect uko comfortable. Roho yangu sio roho ya huyo mtu mwingine, so even the story nimeambiwa, so I don't know if it's true but it's okay. Mimi nimeambiwa na mtu mwenye ameniambia, akaniambia mimi nakwambia, kinye kimefanyika, kimefanyikana so, huyu dema amekufia hapa Saudi Arabia, na vile alikufa hapa Saudi Arabia nilikuwa nataka niongelelee, lakini sasa so, ikakuwa tuko na mambo mengi, tuko na rao, tunataka tufanye nini, shughuli za rao zikakuwa ziko mingi, so ikabidi acha ni with the drama, ni postponed, nitaongelelea baadaye kama mambo imepoa, imepoa. So habari ndio hiyo, so msichana amekufa juu ya kukula pesa za watu za haramu na laana imetoka kwa hawa mama wenye umekula pesa zao Usicheza na 250,000 zenye umemwagiwa alafu unakula. Usicheze na hizo 250 za watu zenye umekula na ukamwagiwa na ukanyamaza. Huyo msichana mwenye ameniambia ni rafiki yangu hivi, na ni Mganda, ni Mganda, anatoka Tororo. Hata ile siku nitatoka hapa, nitatoka hapa Saudi, naenda naenda kukutana, she is my friend from the beginning na tulijuananga na yeye kitambo. Sasa ni 4 years tukiwa ma friends friends, 4 years right now akiwa ni my friend, na tunapendana. Akiwa na shida anamsaidia, nikiwa na shida ananisaidia, nikiwa sina pesa ananitumia, akiwa na pesa anamtumia. Sawasawa, so before ufanye kitu think twice. Thank you